Donisia Daniel Minja ameweka pembeni kule, tuliza maridadi, Smile tafuta nafasi ya kupiga na inababatiza bado, kuna deflection ile! Namna gani, anapoteza nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, anaweka chuma kwenye nyavu! JKT Queens wakitangulia dakika ya tano tu ya mchezo, akiusukumiza nyavuni, jazi nambari ishirini na saba Jamila Rajabu Mnunduka akimnyanyua kocha wake huku Esta Chabruma Onside to Tumai Abdallah mpira kumbabatizia mchezaji wa Yanga Princess, mwamuzi akaona hakuna offside. Jamila Rajabu Mnduka anawatanguliza JKT Queens. Nafasi nyingine tena, Winfrida Gerald anamwacha na goli kipa, nafasi kwake chuma cha pili kwa JKT Queens, akimpiga chenga kipa, alianza na beki akamalizia na kipa, akaamua kuzisalimia nyavu, na CEO wa JKT Jemedari Saidi akimpigia salute na makofi kwamba umefanya vizuri, umetumia akili kubwa, Winfrida Gerald. Ilipigwa ndefu ile, ikachomoka kwa kasi kubwa. Winfrida Gerald akamwacha beki akamwacha na kipa wake. Alijua beki tu atakuja upande wa kulia, akarudisha kule kule beki alikotoka. Tumia akili kubwa sana, alijua beki lazima aje. Mzima mzima ameweka kwenye nyavu, na sasa JKT wana magoli mawili.